atahakikisha bunge lake linasimamia katiba mpya. Na mimi nawaambia, sitolala, nitambana Spika Zungu ndani ya bunge na nje ya bunge mpaka Tanzania ipate katiba mpya, ili kwenye uchaguzi anayeshinda ashinde na anayeshindwa ashindwe. Na nilimwambia Waziri Mwigulu Nchemba kwamba sisi tunamkopesha imani, ndiyo nilichomwambia. Lakini tunataka afanye mambo matatu. La kwanza, ahakikishe rasilimali za wananchi zinatumika kwa ajili ya maendeleo ya wananchi sio mafisadi wachache. La pili, nilimwambia Waziri Nchemba apiganie katiba mpya pamoja na tume huru ya uchaguzi. Na la tatu, nilimweleza Waziri Nchemba ahakikishe tunashirikiana katika kuwaletea wananchi maendeleo kwenye afya, kwenye barabara, kwenye umeme, na asiangalie tofauti za vyama. Niliwaidi hapa tutasaidia kuiwajibisha serikali iwajibike. Katika suala la tembo, kwanza pawe na magari ya kutosha ya maliasili, pawe na vifaa vya kuwadhibiti tembo ndege nyuki bunduki askari wanyamapori wa, wa kutosha. Tembo kama wasikii ndege nyuki, kauli mbiu yote ni ile ile. Tembo akija kwenye kijiji, tembo akija kwenye mashamba, tembo huyo hafanye nini, hafanywe nini? Nitaongea na jamaa zangu wa maliasili watueleze wanakwama wapi, watanieleza. Na kwa wale ambao mashamba yao yameharibiwa na aribu, fidia waidi tutasimamia watu wapate fidia yao na kifuta jasho pale wanapopoteza wapendwa wao. Niliwaeleza kwamba tutavutia wawekezaji Tunduru ili vijana wetu wapate ajira, hasa kwenye sekta ya viwanda vya kubangua korosho, usindikaji wa mazao ya kilimo na uongezaji wa thamani wa mazao ya kilimo. Bahati nzuri, neno hili sio la kwangu peke yangu. Rais Samia alipofika Tunduru, Ahadi yake ndio ilikuwa hii, na mimi ninawaambia, mimi ninazo njia za kupenya na kumfikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitamkumbusha, Tunduru uliahidi mwenyewe kuleta viwanda, tuanzie na kufufua kiwanda cha biasi, hilo nitasema.